Aonauluma aona uluma aana uluma, uluma Mungu Mungu Mungu torumia Mungu to romie, Mungu torumie Mungu toromie. tumekuwa kimbizi Mungu tumekuwa wanyama Mungu kwa sio binadamu tena kwa sababu najua sikuwa polisi waliojitambulisha Unaweza ukasimulia hali ilikuwaje? Labda ulikuwa unasikia Mdude anasema nini ukiwa chumbani? Akiwa anapigwa, anatamka nini? Tulikua tunapiga kilele kuomba msaada, tusaidie, lakini wanavovunja mlang kelele, wakaingia ndani na kumchukua yeye wakisema, sisi ni mapolisi, tunashida na mdude tu. katika mmoja ao nd akanizuiakwamba sisiangali naoa kwamba s. yeah, Mdude kwa sebleni alikuwa anatamka nini? alikuwa tu msaada, tusaidi

Baada ya kutoka nikakuta kelini. mama twende kwenye tukio. Kweli baada ya kufika hapa, atujafika kwenye tukio, tuko barabarani kule, nikaona damu. Mama usikanyagi hapa, kuna damu. Damu zimetoka kule barabarani mpaka hapa uwanjani mpaka ndani. Kumuuliza mke wa Mdude anasema, kwa kweli mimi nilikuwa kwa huko ndani, nilikuwa naenda kujisaidia, nilisikia pikipiki inapita ina, ina. Sasa nilikuwa najiuliza hii pikipiki inaenda wapi baada a muda nikasikia gari gari inalia, baada hapo wakafungua waka geti pale, wakawa wameingia kufika huku ndani kwao, wakawa wamebomoa mlango wa chuma kubomoa, wakabomoa tena mlango wa, wa mbao, kuna milango miwili, wakaingia waka ndani, kuingia kule ndani, wakaingia mpaka kule chumbani, ndo mke wa Mdude anaeleza. Kufika kule ndani, wakawa wamemvuta wame huyo Mdude Mke, mke akamwambia kaa huko huko. Askari mmoja akamwambia akamshikia nyundo kwamba we baki huko huko sasa huyu Mdude aliyomvutia sebleni, kwa kweli yeye kwa sauti ya, mu, ya mwisho alisema kwamba naomba mnisaidie, ndio ilikuwa sauti yake ya mwisho, naomba mnisaidie. Baadaye kuna kitu kizito kilimpiga mpu kivyo mpiga pale, basi sauti yake haikutokeza tena. Kwa hiyo pale ndio alipoanza kumvuta sasa Sebleni, kulu, na damu zao zimetoka pale sebleni zimechilizika, sauti haikutoka tena mpaka kule walipoendelea kupotea naye, na muda wa tukio ulikuwa ni muda mfupi tu. <coughs>

2025 majira ya asubuhi, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeweza kupokea taarifa kutoka kwa mtu ambaye anaitwa CJ Mbugi Emmanuel mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Iwambi, ambaye ni mke wa Mparuka Saidi Nyagari almaarufu Mdude kuwa mnamo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka 2025 majira ya saa nane za usiku wakiwa wamelala huko mtaa wa Ivanga kata ya Iwambi jijini Mbeya, kwamba kuna watu wasiofahamika waliovamia baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani na kisha kumjeruhi Mparuka Saidi Nyagari au maarufu Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake. Aidha, watu hao baada ya tukio hilo walifanikiwa kutoweka na mhanga huyo na kwenda naye kusikujulikana. Jeshi la polisi mkoa Mbeya linakanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ambayo zinadai askari polisi kuhusika na tukio hili. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na ufuatiliaji ili kumpata mwanga huyo na kuwabaini waliohusika katika tukio hili kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa Mbeya linatoa wito kwa yoyote mwenye taarifa za mahali alipo Mparuka Saidi Nyagali au maarufu Mdude, azitoe ili kufanikisha kumpata, pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hili tuweze kuwakamata.